Hello wana wa Afrika, Chionda wa Chionda, hii ni podcast ya wakombozi wa fikra katika bara la Afrika na wale watu weusi wote walioko nje ya bara la Afrika, lakini haiwahusu wale imposter African ambao wanajiita Waafrika wakati si Waafrika. Hii inawahusu watu weusi wote ulimwenguni. Wito wetu ni umoja ushirikiano kupambana na ubepari kuondoa kuondoa uvunjifu wa amani kuleta ushiri, uh, ushirikiano na upendo. Watu weusi wa ndio watu pekee waliogawanywa sana duniani ambao hawapendani. Visa vya ufupi tu hapa, juzi tu Mkenya ameuawa na Mkenya mwenzake huko Katari. Waafrika wanauana wenyewe kwa wenyewe kule Amerika, lakini hii haitokei kwa bahati mbaya. Huu ni mkakati wa mabepari wanyonyaji, wakoloni, wafanyabiashara za utumwa, wenye chuki na kizazi cha watu weusi. wa hiyo ndio wazo langu na ujumbe wangu kwa watu weusi wa walioko duniani. Watakaokataa wakatae, watakaokubali na wakubali, lakini ukweli unabaki pale pale kwamba dunia inaendeshwa chini ya division, uongo, manipulation watoa watu akili fahamu fahamu wao, eh, kuwachanganya. Waafrika hawaelewi nani master wao, kumbe wao wenyewe ndio ma master, ila wanatafuta mchungaji. Wamepata mchungaji ambaye ni mbaguzi, halafu hawapendi wa, anawauza katika muda ule anautaka yeye anawachinja kwa muda ule anaotaka yeye. Na huu ndio mfumo uliotolewa watu wausi, tumegawanya kupitia matukio tofauti. Huyu anaongea Kifaransa, yule anaongea Kireno, huyu anaongea Kiingereza, huyu anaongea Kituruki. Hii ndio Afrika, mwingine anaongea Kiarabu. Afrika ina watu wanaitwa francophone ao francophone ao ni watu wanaongea Kifaransa ki duniani zaidi ya mataifa kumi na nne, Mfaransa ameweka mikononi mwake mataifa haya. Yamekuwa yamekuwa shamba la Mfaransa. Mfaransa anachota kila kitu anachokitaka kutoka kwa watu hawa, kuanzia akili zao, nguvu zao, utu wao, uchumi wao, watoto zao na chochote kilichopo katika ardhi yaliyotawala Mfaransa. Inaitwa outpost of France, taifa la nje. Mfano mdogo, leo ukiangalia kule katika nchi inaitwa iko katika bahari ya Hindi. Nchi hii leo inatawaliwa kama kisiwa cha Anjuani, kisiwa cha Moroni. Eh, hawa watu hadi sasa wako chini ya utawala wa Faransa na waliambiwa pigeni kula, mchague mnataka kubaki kwenye utawala wa taifa huru la Kiafrika au mnataka kubaki kwa Wafaransa? Watu weusi walivyokuwa akili zao zimetekwa na ukoloni. Wakaamua kupiga kula ya kuamua kuchagu, kutawaliwa na ukoloni wa Kifaransa. Kwa hiyo Macron anatawala nje ya bara la Afrika, nje ya bara la Ulaya, yuko ndani ya bara la Afrika. Kisiwa cha Moroni na Anjuani wako chini ya ukoloni wa Mfaransa. Kisiwa hiki ni kisiwa tajiri kabisa kwa madini yake pamoja na uvuvi wa samaki na pwani bora shol zake, kwa sababu ya utalii, lakini Ufaransa nchi hii ameiweka katika hali mbaya. Uchumi wake uko dhofuri, hali watu wake wanaishi kama wako kwenye mabanda ya kuku, lakini bado wanataka kutawaliwa na mzungu. Kula zilipigwa tunasema kula tunaibiwa. Je, hata kula za kuchagua kutawaliwa kuwa outpost ya mtu, mmeamua kuendelea kuwa outpost. Hii naitwa mindset division yeah? White supremacy, white ideology, divide to rule, divide to conquer. Hivi vitu ndio tunavyovipigia kelele. Hatuko hapa kuja kupiga ngoma za kufurahisha watu hapa tumekuja kuongea ukweli unaowasibu watu wa, watu weusi wa watu weusi wa, wamekuwa mindseted, akili zao zimepangiliwa kama mtu anavyotaka kujenga nyumba. Tofali hii kichini, tuweke tofali kumi na mbili juu, tuweke tofali tano, eh, upande huu tupige bati tatu, upande huu tupige bati tisa. Ndio akili ya mtu mweusi ilivyopangwa, hivi naye mwenyewe anasema sisi tumelaniwa, sisi siyo watu halisi wa ulimwengu. Kweli, wa mwisho kawa wa kwanza na wa kwanza kawa wa mwisho. Hii fact ninaielewa. Hii walisema, waliandika katika kitabu chao. Ukisoma katika matendo ya mitume kitabu cha Biblia, wanasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Mwenye nguvu atatawaliwa na zaifu. Hii imetokea uh, na kumbe haya ni mikakati iliyopangwa chumbani, wakaja wakaandika katika vitabu vyao. Mwenye kulima hata kula chakula chake, mtoto wako atafungwa mnyororo shingoni kwenda kumtumikia bwana wa jirani eh, atakayetengeneza kinywaji hata kinywa atakunywa adui yake. Haya maandiko waliandika katika vitabu vyao na vita vitukufu, lakini mi na vita vitaka vitu kwa sababu vita, vitabu hivi vimetengenezwa kwa sababu ya kutuchanganya. Eh, watu weusi wa hawaelewi na wamekandamizwa na elimu ile ile walioletewa na watu hawa ya kusoma maandiko yao. Sio elimu ya kusoma kuendelea kimafikira na kimaendeleo. Ni elimu uliopewa ili ujue kusoma Biblos, ili ujue usome wanaita the Quran. Nikiwaambia kwamba Qurani maana yake the Quraish buku ninendana na kitabu na jina la ukoo wa Makureishi, Kureishi na Korani. Kaa ufikirie mwenyewe, the same thing eh? from the same factory eh? from the same father. Hii ndio mipango ya watu weupe wa hawa, wote watu weupe wa unawaona wewe nje ya black race. kizazi cha watu weusi wa hawa, si jamaa zetu Wametengeneza mipango mingi. Wanaloliongea wao lazima ulisikilize, la kwako hawana habari nalo. Hawa ndugu zetu wanaotoka wa wazungu wanajiita wa mashariki ya kati, au katika rasi ya Arabia hawa wameleta mifumo yao ya dini na mapokeo yao. Msaada mkubwa atakaokupa ni kukuletea juzuu pamoja na masahafu na kukuchimbia kisima ili ukienda kuswali uwe safi hawawezi wakakwambia tumewaletea viwanda ili nyinyi watu wetu mnaofuata mila zetu na tamaduni zetu nawe muwe na maisha mazuri kama sisi. Ao wow, wanakuahidi soma juzuu, soma masahafu e, sari sana, kwa sababu maisha ya duniani ni hasara, maisha ya mbinguni ni bora. Mbona wao wanaishi maisha mazuri ya duniani? Hawasubiri kwenda kwenye nyumba za dhahabu angani, wanaishi maisha mazuri duniani wakiwa na nyumba zenye za dhahabu ndani wanatembelea magari ya dhahabu, wanavaa kanzu zinazong'aa. Wewe unategemea kwenda kupata maisha mazuri angani, katika mbingu? Hujawahi kuona hata gari linatoa moshi huko angani. Hakuna ushahidi hata nusu waliokuletea wao, wanakuongelea wanakwambia amini hii. Ndio mipango ya watu weupe wa mimi. Hawa siwatofautishi, hawa wote ni same father same mother same clan, same tribe hawa wote ni wale wale. Hakuna cha mwarabu wala mzungu, hawa wote ni baba mmoja mama mmoja. Kwa sababu mwarabu, ninawaambia kila siku, mwarabu ni mtu. Arabia ni eneo. Kwa hiyo waliokaa pale wakajiita Waarabu, watu wanakaa katika eneo la Arabia wakajiita Waarabu. Lakini pale eneo lile, the Black Arabian ndio wakazi wa eneo lile. Mfano mdogo niwaambie, katika histori fupi, kwa muda mchache, kwa sababu tukianza kupiga histori zote tutakaa masaa mengi hizi. Ndio maana tunatoa episode kwa episode, part 2, part 1, eh, mpaka 10. Eh, kwa sababu wakati wa Morishi wa Moori wanaingia katika kutawala bala bala la Ulaya wa Moori wa Morishi wao walikuwa watu ambao wenye elimu na akili nyingi. Wamorishi, ni kwambie, waliingia katika eneo linaitwa leo hii, zamani hiyo ilikuwa inaitwa Andalusia au part of Spain, pamoja Grenada pamoja na Grenada. Wamorishi au blaki, maana Moor Moor, maana yake blaki, walitawala Amerika vizazi na vizazi. Katiba ya Marekani, bendera ya Marekani, bendera ya utawala ya Amerika, vyote vilitengenezwa na Wamorishi, majengo Tatarian Empire, yote ilikuwa ni amali ya watu weusi. Uliza, angalia the Tatarian Empire, imaya ya Tataria. Ukienda Amerika kuna mji wanaouita Kentucky. hii sio Kentucky, inaitwa King Tutti, mfalme Tutti, Tutti the Black King. From Kemeti Kirendi. Ha? hii ni race from Nubian, lakini wazungu wakaleta division wakaua babu zetu na baba zetu walioko Amerika waliotawala miaka mingi, wakaamua kufanya biashara ya utumwa kuwaleta weusi ambao wanakaa katika bara la Afrika na kuwapeleka kule, alafu wote wakajumuishwa kwamba hawa ni watumwa. Hii si kweli, hizi ni njama Njama hizi, muumba wa mbingu na nchi, yeye atusaidie, atuokoe, atatufungulia ukuu na utukufu wetu. Kwa hakika, sisi tutasonga mbele, kwa sababu sisi ni watu tusiokufa moyo, tusiokufa roho. Tunakufa miili, lakini akili zetu ni za milele. Ndugu wana wa Afrika, naomba mjipange na muelewe, sisi wana wa Afrika ni watu bora kuliko viumbe wote chini ya jua. Kwa hiyo mipango yote kuanzia Anjuani Moroni, katika nchi ya Komoro, hii ni mipango ya wazungu, wakatudisivu wakachukua mali ya mataifa yote. Tanzania, Kenya, Uganda zote zilitawaliwa na wakoloni. Ndugu wana wa Afrika, huu ni ukweli ambao mnatakiwa muubie katika vichwa vyenu, na Mungu amebestow wisdom and power to us. Lakini sisi hatutaki kufuata fakti, tunafuata irusheni. Masuala yote wanaokwambia mzungu duniani ni irusheni, hayana ukweli, huu ni uongo. Mzungu na ndugu yake Muarabu, waiti Arabu, hawa ni watu wabaya katika saari ya chini, chini ya jua. Hawa ndio wanafanya ulimwengu upate tabu, kwa maisha haya wanawapata watu weusi wa hadi watu weusi hawajiamini kwa sasa. Kama nilivyowaambia, ikitokea vurugu wanaangalia, baada ya kuangalia angani wanaangalia kaskazini maana wa, sasa wanaacha kuangalia angani, wanaangalia magharibi, wanasema mzungu atakuja kutuokoa. Wakiwa na shida na njaa, wanaangalia angani. wanasema mbingu, Mungu ulio kwa angani tusaidie. Mungu yu ndani yako, nguvu zako ndiyo Mungu wako. Ewe mwana wa Afrika, simamia ukuu wako, fungua wa mira zako Jisimamie mwenyewe. Na hii ndio mila na tamaduni zetu, tunajikubali wenyewe, hatukubali njia za uongo kama vile walivyopanga mabeberu na wadanganyifu. Tunasema hivi, african is a powerful very strong very intelligent very knowing. Tunaelewa vyote, lakini hizi division sisi tumezichoka, na tunasema tujipange upya. Wana wa Afrika, ubuntu, bantu, Mwafrika ni mtu, sio nyani amenira